Okay bwana, kuna ile kauli inasema ya kwamba kufae kwa ziki ndio rafiki wa kweli, na rafiki mnafiki, si bora bora uishi tu na mchawi eee, lakini sio kuishi na mnafiki. Unaambiwa mnafiki anakumaliza ya yaani, mnafiki anakuua ya kabisa. Yaani kuna yale maisha pia, unakuta kuna yule mtu ambaye unahisi kwamba huenda yeye ndio akawa wa kufa kuzikana ama lako la kwake la kwake la kwako undani BFF rafiki kama ndugu, lakini mwisho wa siku kwenye lile kundi la watu ambao sio kupenda naye akiingia humo anaharibu, ndo anajaza sumu yote. Nimezungumza hivi, jamii inapitia mengi, naelewa jamii inapitia kila kitu, uchafu wa kila aina eh, kelele za kila aina, migogoro ya kila aina, lakini pia maasi ya kila aina. Mi nasemaga unafiki ni maasi bwana, yani mnafiki ni sawa na mtu ambaye anaasi tu kwa sababu bora mbea hujampa taarifa yako, lakini hujua mbea ni mtu ambao anaongea ukweli japo sio kwa wakati sahihi. Lakini mnafi yule mtu ambaye yaani anakumaliza kabisa, anakuzika mazima. Tasnia ya filamu, kwanza niseme pole kwa kuondokewa na kufikwa pia na misiba miwili, msiba wa Kitundu pamoja na msiba wa Salma ya Haya, bidada huyu ambaye aliigiza tamsilia ya Shilingi, ndio umaarufu wake ulijulikana huko. Mengi yamezungumzwa na mengi yamekuja kupitia huu msiba ambao ulitokea uh, wa huyu bidada uh, salma ya haya Salama ya haya, kumradhi. Lakini pia mengi yamezungumzwa kiasi kwamba nikaamua sasa nije na hili jambo kwenye the gossip table. Karibu sana tupate kuzungumza kwa pamoja, lakini kwanza kumbuka kusubscribe na we mwanafamilia kabisa kuweza kupata update zetu zote. Moja kati ya peji uh, Instagram ama kule mitandaoni imeandika vitu vingi na kuzungumza mengi kuhusiana na Bongo Movie. Sinaonaelewa vizuri. Bongo Movie imekuwa kwa hivi karibuni imefikwa na misiba mingi ambayo ilifanyika kwa kuongozana. Lakini kwa nini usizungumzwe msiba mmoja Uh, msiba mwingine ukazungumzwa, msiba huu mmoja ambao hivi sasa ndio umetufanya tuzungumze hapa kwenye gossip tibu. Si unanielewa vizuri? Unga ungananami mwanzo mpaka mwisho. Siku chache uh, zilizopita huyu dada tunazungumzia hivi sasa uh, Wema, kwenye tamthilia ya Shilingi alijulikana hivyo alifariki dunia lakini kutokana na huyu ambaye sasa ameamua kulizungumza hili, amekuja na kusema kwamba kwa nini Bongo Movie mnachagua misiba. Kwanza kabla ya wote nisome kilichoandikwa hapa, halafu sasa ndo nitakuja kuzungumza kile ambacho tunatakiwa tukizungumze hapa the gossip table. Ameandika, siku chache zilizopita huyu dada ambaye ndo amempost amefariki dunia, lakini kuna namna media pamoja na waigizaji wa Bongo Movie hawajaupa uzito. Sawa? Msiba huu. Kipita akaunti mitandao ya kijamii za mastaa wa Bongo Movie wengi hawajaposti kuhusu msiba huu. Katika ulimwengu wa social media upendo na thamani ya mtu inapimwa kwa vitu vidogo vidogo kama kuposti kwenye mitandao ya kijamii hasa kwenye matukio kama vifo, ndoa na kadhalika. Akaendelea kuandika ukimya na vyombo vya habari na waigizaji Bongo Movie unafanya nijiulize kuwa marehemu Wema wa Shilingi alikuwa hajulikani? Jibu ni hapana. Ameigiza tamthilia kubwa kama Shilingi pamoja na nyinginezo, hivyo hata kama hana mashabiki wengi, lakini waigizaji wengi wakubwa wanamfahamu Nimeona bodi ya filamu imeposti msiba wake. Hii inamaanisha mpaka walezi wa filamu, yani serikali, ilikuwa inamtambua. Je, kwa nini wasanii na vyombo vya habari vimekuwa kando, kama hakuna kitu? Kila mmoja anafahamu umuhimu wa Steve Nyerere. Hasa kwenye matukio ya misiba. Na kiukweli tangu nimekuwa kwenye saiko ya media nimehudhuria misiba mingi ya watu maarufu. Hakuna msiba ambao Steve Nyerere sijamkuta. Yani, awe anamjua sana au hamjui kiundani ila ni msanii, basi Steve yupo tayari kuhudhuria. Wasanii wengine jifunzeni; acheni kuhudhuria misiba kwa kufata kutrend kisa tu. Msiba huo umebebwa na kamera kibao za waandishi wa habari. Huu msiba wa wema huenda, uh, vyombo vingi havijaupa kipaumbele ndio maana na hata wasanii hawajatokea. Lakini ingetokea baadhi ya media nyingine kubwa zimeposti, basi masta wote unaowajua wangetokea msibani. Rejea msiba wa Kitundu kwa nguvu ya tamthilia ya Jua Kali, media nyingi ziliposti, ndio maana msibani watu maarufu walienda. Niwakumbushe tu kila mtu atakufa haijalishi ana hadhi gani. Hivyo tujitahidi kuhudhuria misiba ya wenzetu. Usipohudhuria huenda na wewe msiba wako ukazikwa na wazazi wako tu. Binadamu tunajisahau sana. Kwenye mambo ya bata hatuko pamoja, ila kwenye matatizo hatuko pamoja. Big up sana, amezungumza hivyo akimpongeza Steve Nyerele. Pia hii aa, ni moja kati ya peji kutoka mitandao ya, ya, ya kijamii ikiwemo Instagram imeweza kuandika hili na kuzungumza kwamba wasanii wanachagua misiba. Na hapa amezungumzia msiba wa Kitundu kwamba imeonekana wasanii wengi wamehudhuria kwenye ule msiba, huenda kwa sababu ya ukubwa wa tamthilia ile, ama kwa sababu ya ukubwa wa producer, ama ni nini, ama ni kweli bado wasanii wameamua kuchagua misiba kwa sababu tu ya kuangalia umaarufu wa mtu ama umaarufu wa bosi wa yule mtu ambaye amefariki kazungumza haya na wasanii wengine pia wamezungumzwa kwamba huenda wanaenda kwenye misiba sio kwa ajili ya kwenda kushiriki ile kuomboleza, bali kwa ajili ya kutrend. Kuna kipindi nilizungumza kwenye moja kati ya misiba iliyotokea hivi karibuni, ukiwemo uh, msiba marehemu Karina, Mwenyezi Mungu ampumzishe kwa amani. Kuna baadhi ya wasanii walifika pale, hata zile shughuli za kushiriki msibani walikuwa wakishiriki baada ya kuona kamera za waandishi wa habari sio nielewa, yaani, mtu hajari kama akaenda kwenye matatizo kwa ajili ya kufariji wafiwa, kujitoa kama mfiwa. Lakini sasa pale anapoona waandishi wa habari wamesogea karibu, zile kamera zinamulika, ndio utashangaa anashika chombo kuosha, anashika sahani kwenda kudumia chakula. Lakini kamera ikitoka tu, anarudi kwenye ule umaarufu wake, anavuta kiti, anatengeneza makeup yake, anakaa Unaona, pia hata aina ya uvaaji wasanii wanavyoenda kwenye misiba, uvaaji wao unasema kabisa hapana. Hata kama ni msanii, lakini kuna wakati pia shughuli za kijamii kama hizi, unaweka usanii pembeni, unaweka umaarufu pembeni, unaweka kiki trending pembeni, kwa ajili ya kuanza kushiriki nini huo msiba. Sidhani kama inakuwa ni sahihi unafika msibani, watu wanaomboleza, alafu unatengeneza kichwa cha habari kingine, yani watu wanashindwa kuomboleza wanaanza kukuzungumzia wewe msanii fulani jinsi ulivyovaa, jinsi ambavyo unafika pale. Kuna wengine hata kusalimia watu kushika mikono, washiki mikono sababu yeye ni star. Kuna wengine anataka akae kwenye kiti pembeni asijumuike na wanajamii wengine sababu tu yeye ni mtu maarufu kwamba mashabiki zake tamzungumziaje. Sidhani kama ni sahihi. Msiba ni kitu sensitive sana jamani, asikwambie mtu ogopa sana kufiwa sio endeleo vizuri, ogopa sana kuona mtu anapitia changamoto ya kuomboleza. Lakini mbali na hili tunazungumza hapa, mbali na kwamba uh, huyo mdau kuzungumza kitu kama hiki, lakini pia kuna baadhi ya wasanii wamekuja na kuzungumza ya kwao kuhusiana na uh, msiba huu na jila, kila ambacho kinazungumzwa kwamba uh, wasanii uh, waache unafiki. Kuna moja kati ya post ilipostiwa na huyu dada ambaye tunamfahamu uh, official Stella Mbunge ambaye alikuwa pia ni video vixen kwenye ngoma ya Salama ya Diamond na na beli, ambaye alionekana yuko na Diamond kwenye zile scene za Diamond na pia ni miskinondoni mwaka elfu mbili kumi na moja. Yeye, yeah, pia amesikitishwa na unafiki wa wasanii wa Bongo Movie hasa katika msiba wa mwigizaji huyu Wema wa Shilingi, ambako pia Stella Mbunge anadai kwamba kuna waigizaji walimbania nafasi ya kuigiza Wema wa Shilingi enzi za uhai wake, ila hivi sasa amefariki, ndio wanajifanya kuumizwa na msiba. Bado anasema kwamba ni unafiki na ikiwa tu hivyo, nisome moja kati ya post ambayo aliposti huyu official Stella Mbunge aliandika: wasanii wasanii, hasa wa maigizo, huko kwenye muziki na sekta zingine sijui sina experience sana, ila wa maigizo i say tumekuwa wanafiki sana. Msiba ama misiba inapotokea, unakuta mtu akifariki tu, hekaheka heka kibao, si mtandaoni, si msibani, unakugaragala. Yani unalia na kugaragala, unamlilia kipindi cha uhai wake. Uenda wewe unayezimia leo ndio uliziba nafasi ya huyo mtu aliyefariki asionekane. Sasa ukimzibia nafasi uh, mtu kwa design hii hapo, okay. Akasema tena okay, sawa akasema ambayo sio ya mwisho wa siku anakutana na watu ambao sio sahihi na kuishia kuteswa tu na maisha alioangukia, mpaka anakufa. Msiba wa msanii Wema, mwigizaji wa Shilingi Series, kimeniuma sana lakini pia ni kimenifunza mno ila pia nilojifunza ndio makubwa zaidi, tuchague uh, watu sahihi kwenye uhai wetu, ili kesho watuzike kwa stara. Lakini baada ya hapo pia, posti nyingine ya mwigizaji uh, Sapi na Philos akaweka naye maoni yake na kudai kuwa wasanii ni wanafiki sana, tena hawapendani. Uh, yaani kuwa na rafiki ambaye ni msanii ni bora ni bora yako awe mbwa. Huyu kaandika nini huyu Sapi na Philos? Ye, uh, kwanza Stella Mbunge akaendelea kuandika kwamba watu tunapenda maiti kuliko mtu, sijui tumelogewa wapi. Mtu akiwa hai mnamfungia vio kama hana kitu ndani yake, oh, akishafariki sasa. Tunapenda sana kazi yetu na tunajitoa sana, ila sio kila producer ni wa kujitolea kufanya kazi yake. Producers wengine kazi zao ikiisha na wewe msanii thamani yako imeisha. Lakini sapi na pia kaja kaandika, sisi wasanii ni wanafiki sana, tena hatupendani. sina hamna sina hamnao, bora rafiki yangu awe mbwa, ila sio wasanii. Hayo ndiyo yamezungumzwa kwa hawa wasanii ambao wameumizwa na hiki ambacho nazungumzwa, kwamba ni unafiki unaendelea kwenye Bongo Muvi hususan katika swala zima la misiba. Lakini kwenye kulabata mnabebana sana kwenda Zanzibar, kuzurura kufanya nini, lakini swala la misiba, ama mtu akiuma, ndio kwanza majieka pembeni, hamjitoi kusaidia, ama hamjitolei kusambaza taarifa kwa ajili ya yule mtu kupata msaada lakini mtu akifariki ndo kila mtu kwenye kwenye peji yake ataanza kuposti kaumizwa vile kaumizwa hiki. Na mara nyingi imekuwa ikisemekana kuwa wasanii wana roho mbaya lakini hakuna msanii amewahi kutaja orodha ya wasanii wenye roho mbaya binafsi. Nashauri wasanii wajitokeze, wataje wasanii ambao wana tabia hiyo, maana kuipaka tasnia nzima kwa sifa hii sidhani kama ni sawa. Huyu ni mdau kaandika hivyo. Haya ndo nimekusogezea hapa, wasanii bongo movie, acheni unafiki, acheni kuchagua misiba, maisha ndio haya haya. Kufa ni kwa ziki ndio rafiki wa kweli na sign out, Sami Baby.